Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika chaneli hii ya Padre Roger Kiwango. tu katika Dominika ya 26 ya mwaka C wa kanisa tajiria katika injili sure ya Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi 31, Yesu anasimulia mfano wa yule tajiri aliyevaa mavazi ya zambarao na karamu ya anasa na yule mbombaji Lazaro akiwa na vidonda amelala kwenye lango la tajiri. Anapokufa, Lazaro anapelekwa kwenye kifua cha Abrahamu, huko tajiri akitesha katika hadesi. Tajiri anaomba msaada, na baada ya Abrahamu kueleza kwamba utengano huo hauwezi kubatilishwa, anamsii Lazaro awaonye ndugu zake. Ibrahimu anajibu wa kwamba wanao Musa na manabii; wasipowasikiliza hawataamini hata akinu, akinuka mtu. Mfano huu unakazia juu ya haki ya kimungu na uhitaji wa kuishi kulingana na neno la Mungu. Leo tunaalikwa katika dominika hii tujitoe kwa watu wanaoteseka, tujitoe kwa maskini, kwa watu wanaoteseka, kwa watu wenye mahitaji mbalimbali, kwa watu wanaopitia changamoto za hapa na pale. Tunaambiwa tunaye Baba ambaye mwenye upendo kwa kila mmoja wetu umenua kila mmoja wetu, tunaalikwa tuwe Wasamaria wema, na tukiwa Wasamaria wema tutaona mahitaji ya watu wengine. Ndio maana leo tunaalikwa kila mmoja wetu tufanye mambo ya kuweza kuenda katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Sasa tutafanya mambo gani? Sasa tunaambiwa leo tuwe ni watu wa kuheshimu wengine, tuwe ni watu wa kujadiliana na wengine, tuwe ni watu wa kuonyesha upendo, watu wa kusamehe, watu wa kuwasaidia wengine, watu wa kutimiza wajibu wetu, watu wa kutengeneza ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa tusipotengeneza huo huo ufalme wa Mwenyezi Mungu, hataweza kuingia huo ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na ufalme wa Mwenyezi Mungu unatuhitaji una, una, una tuwe na kitambulisho hasa. Uwezi kuwa na kitambulisho cha Mwenyezi Mungu kama unafanya mabaya kwa wengine, kama unakuwa na kiburi na wengine, unafanya maovu kwa wengine, unaongelea wengine vibaya, wewe una, unapigana una na wengine eh? unaodharau wengine, tunaambiwa hayo si mambo ambayo tunaweza kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tufanye mambo ambayo yatusaidia kuweza kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, na mfano tunaopewa siku ya leo ni mfano wa Lazaro. Tuwe kama Lazaro. Tutimize wajibu wetu, tutimize wajibu wetu. Ayubu aliweza kutimiza wajibu wake eh? Alitimiza wajibu wake kwa kufanya yale Mwenyezi Mungu alimwambia ali, akafanya na akaweza kuweza kufanya falme ya Mungu. Nakualika.